Swala la klabu ya Young Africans na feitoto tuliamua tu kukaa kimya kwa sababu kaongea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Kuna mwaka 2021 mechi iliahirishwa bila sababu. Taarifa inatoka ya mechi kuahirishwa, imetolewa taarifa saa nane, klabu iko njiani, inaenda uwanjani, wakati kikao cha asubuhi kutoa timu zinazoenda uwanjani kimefanyika na nakumbuka timu zote zishatoa zishatoa vikosi vinavyoenda kuanza, kila mtu akiwepo, kamisa akiwepo, kamishina wa kiwepo, kiwepo, mchezo akiwepo na viongozi wote wanaohusika kuwepo. Inafika saa nane tunaambiwa mechi imesogezwa saa moja je? Yeah. Swali, kwa mujibu wa kanuni ipi mechi inaahirishwa ndani ya masaa matatu au manne, wakati tunajua angalau ukiwa umechelewa uahirishe mechi taarifa utoe kwa muda wa masaa 12, kisheria ni masaa 24. Tukafikisha timu uwanjani, tukafanya mazoezi, timu ikarudi nyumbani, mechi ikapangwa, ikarudiwa. Ni busara ilitumika. Young Africans amewahi kwenda kucheza na klabu African Tunisia, alivyorudi kutokana na uchovu wa wachezaji na benchi la ufundi, waliomba mechi ya Young Africans dhidi ya Kagera Sugar isogezwe mechi iligomewa kusogezwa, mechi ikapigwa Mwanza, mvua ikiwa imenyesha, uwanja umeloa, mechi Young Africans alishinda. Kuna mechi ambayo Simba Sports Club amewahi kucheza na klabu Afrikani, kombe la shirikisho, alivyorudi alitakiwa kucheza na Biashara United, mechi ya ligi, mechi ilisogezwa mbele. Ametoka kucheza na RS Berkane, kombe la shirikisho, kwenye nchi alitakiwa acheze ligi na Biashara United, mechi ikasogezwa. Tunauliza, Simba walirudi wakiwa wamepanda ndege ya mizigo kwamba wamechoka. Mara ya pili, Simba ameenda kucheza na Kagera mechi ya ligi, Simba wachezaji watatu mpaka wanne walikuwa wanaumwa mafua, mechi ikaahirishwa, Simba wakarudi. Swali ni kuna umuhimu gani wa kusajili wachezaji takribani ishirini na nane ili hali Tabora amewahi kucheza na, na wachezaji saba uwanjani msimu wake wa kwanza anapanda kwenye ligi, akaadhibiwa goli 4 na Azam FC, Faisal Salumu akifunga goli 4 peke yake. Swali, wao hawakustahili sheria kufuatwa? na kama ni busara, kwa nini busara zinatumika kwa klabu moja? Kwa nini linapokuja swala la busara inakuwa favorite Simba Sports Club? Barua inatoka ya mechi kuahirishwa, barua imetoka, imeandika taarifa kwa vyombo vya habari. Je, yeah. Young Africans ni vyombo vya habari ama ni klabu ya, ya mpira? Swali, barua alitumiwa Young Africans, walitumiwa wananzengo mtandaoni. Swali, wewe kama bodi ya ligi leo umezikumbuka busara? Kipindi unatoa maamuzi ya kuahirisha mechi haukujua kuna busara zinatakiwa zitumike? Swali, Young Africans ametuma barua kwenda kulalamika TFF ili aweze kupewa haki yake Unasema unataja tarehe utakuja kuleta tarehe itakayochezwa mechi. Unawezaje kutoa tarehe ili hali haujajibu barua ya mtu mwingine? Swali, wewe kama bodi ya ligi, wewe kama TFF, wewe kama rais, ulivyotoka kwenye majukumu ya CAF, ulivyokuja, ulikaa chini na uongozi wa Young Africans kuwasikiliza matatizo yao na hoja yao walionayo ka, kabla ya kutoa maneno uliyoyatoa kwenye vyombo vya habari? Je, Young Africans hana mamlaka ya kulalamika? Swali, Young Africans akalalamike wapi wakati wewe bodi ya ligi TFF huwezi kumsikiliza, ushatoa hukumu kupitia mitandao? Barua ya Simba inajieleza, barua ya bodi ya ligi inajieleza. Barua ya bodi ya ligi inasema maofisa wa mchezo hawakuwa na taarifa kama Simba ataenda kutumia uwanja wa mchezo kwenye mazoezi siku moja kabla kwa mujibu wa kanuni inavyosema. Ulikuwa na uchunguzi gani uliokuwa unaenda kufanyika wakati barua inajieleza kuwa hawajatoa taarifa? Swali, barua ya bodi ya ligi inajieleza kwamba hii Young Africans wamewazuia Simba kufanya mazoezi. Je, kuna kiongozi wa Young Africans uliyemuona kwenye eneo la tukio? Je, bouncer aliyekuzuia alikuwa amevaa jezi ya Young Africans? Ye aliulizwa maswali akasema yeye ametumwa na kiongozi wa Young Africans. Swali, Young Africans ndiye aliyekuwa na ufunguo wa uwanja au mamlaka ya uwanja ndio alikuwa na ufunguo wa uwanja? Kwa mimi nadhani inatakiwa isikie mahala, busara isitumike na sheria ifuatwe. Jana nimeingia mtandaoni, nimekuta mzee Mkuto kama mwenyekiti wa bodi ya ligi anadai busara itumike kabla ya kuahirisha mechi. Alikuwa wapi kutumia busara na kuongea na uongozi wa Young Africans. Kitu kinachojulikana, uongozi wa Young Africans ni uongozi ambao unaelewa matatizo ya watu wote, matatizo ya vilabu vyote. Ndiyo maana viongozi wengi wanakimbilia kwenye uongozi wa Young Africans. Wewe kama mzazi, kichwa cha familia, rais, rais, wewe kama rais wa TFF mwenye mamlaka yako unawezaje kutoka hadharani na kuanza kutoa maneno ambayo yanatanabaisha kabisa wewe upande ulioegemea, ili hali ni vitu ambavyo havitakiwi na hatutakiwi kuviona? Je, yeah. mpira wetu huu ni vigezo vipi vilivyotumika kutanabaisha mpira wa Tanzania kuwa ni ligi namba tano mpaka namba sita kwa ubora barani Afrika, kama viongozi wa bodi ya ligi wenyewe viongozi wa TFF wao ndio wanaosababisha mpira wetu kuweza kudorota kiasi hiki, alafu wewe unadai kwamba mpira wetu ni namba nne kwa ubora barani Afrika. Ni vigezo vipi vilivyotumika? kama mechi inaahirishwa pasipo mhusika mwenyewe kuto, kupewa taarifa, unaahirisha kwa matakwa yako. Maana yake wameona Young Africans wanaimudu, na ndio maana hawaku, hawakuwapa Young Africans taarifa ya kuahirisha mechi. Walikusudia kwamba kwa kuwa tulitumia kauli ya mama kumaliza mgogoro wa Faisal Salum Abdal basi tutaanzisha mechi, tutaipangia tarehe, tutamwita mama atakuwa, atakuwa mgeni rasmi wa mechi na tutaona atakaye atakaye goma. Swali, kuna sheria ipi ya mpira duniani inayoruhusu kiongozi yeyote kushiriki masuala ya michezo? Je, yeah. Ikitokea taifa linafungiwa kushiriki michuano yoyote ile, kama ilivyowatokea Kenya, Zimbabwe, tutakuwa na wakumlaumu je? yeah. Sasa hivi wanatumiwa, wanatupiwa lawama nyingi sana Young Africans kwa kosa gani je? yeah. Young Africans yeye, yeah, haruhusiwi kudai haki yake je? yeah. Yeye yeah, yeah, hana pa kukimbilia kwa maana hiyo kinachoonekana bodi ya ligi TFF wote wanaendeshwa na Simba Sports Club, ndiyo maana GSM alivyofuatwa kudhamini ligi aliyekatali kuwa ni Simba. TFF walifanya nini? Walitamatisha ule mkataba wakauvunja, bila kujua kwamba wao ndio wana mamlaka ya kudhibiti vilabu vyote ili vikae kwenye mstari. Mimi nadhani ifikie pahala tutumie sheria ili mpira tuende tunakotarakiwa kwenda. Tanzania ina hosti michuano ya chani mwezi wa nane. Tanzania inatarajiwa kuhosti michuano ya Afcon 2027. Kwa mpira huu na madudu haya yanayoendelea, kutakuwa na ubora au uaminifu kwenye vyombo vikubwa vya mpira vinavyosimamia mpira? Huweza kutuamini tena? Jibu ni hapana ko tunachoomba mamlaka ya mpira kwanza, wanatakiwa wafuate sheria; pili, ikiwezekana Karia. Kwangu mimi, huwa sina utaratibu wa kumwita mtu mheshimiwa, kwa sababu huwa anajishusha mwenyewe, ila ndugu Wallace Karia rais wa, wa TFF anatakiwa ajitokeze hadharani aweze kuwaomba msamaha wana Young Africans, alafu pengine wanaweza wakamfikiria. Sina mengi, tuko pamoja. Msimamo wa Young Africans ni kutokupeleka timu uwanjani.